Miji ambayo ni migumu kuishi ndani ya Tanzania. Yaani hiyo miji ukienda ujipange. Yaani ukienda kukurukukuru ndugu yangu na kula dhauso. Ukienda na biashara yako namna gani, namna gani unafilisika na potea. Yaani jipanga hata kwenye biashara ujipange vyote, hata kutafuta laki kiena yoyote. Mkoa wa kwanza au mji wa kwanza kuishi mgumu ni mji wa Tabora mjini. Tabora mjini ni mji mgumu kuishi. Mzunguko wake wa hela ni mdogo. Pia viwanda sidhani kama kuna viwanda vilivyotembea hapa, lakini hela pale ni ngumu. Yaani ukisikia mtu katoka si Tabora, Mnyamwezi nina nini nini na nini, mpe heshima. Achana na watu ambao wametoka Tabora, wale ambao wanafanya maisha pale pale, wanaishi pale pale Tabora, wape heshima yao, maana ule mkoa ni gumu sana mzunguko wa hela. Mpaka leo mpaka, mpaka leo hii kauli ya basaseli ndo zinafanya kazi ya bodaboda pale Tabora. Mona mkoa wa pili au mji wa pili pia, tuseme mji wa pili ni Tanga. Tanga ni mji pia ambao mgumu kwenye kuishi maisha ya kawaida mzuri sana ambao mbao, lakini kwenye utafutaji wa hela, ule mzuku wa hela mzuuahela ish yani nakaa na yako makorolo katafuta pesa zote za makorola ukakosa majani mapana kwa tukakosa, ila laki tatu kumtumia mtu mpaka unakuja mjini barabara ya kumi na mbili hata mjini kwenyewe, yani uzunguke vibanda na vibanda ndio unapata eh, sio mtu mwenye laki tatu ya kutuma kwa wakala wa kwa. Ni mkoa ambao ni mzunguko wa nani, japo sijajua. Lakini kwa nini mzunguko wa Tanga ni mdogo? Kwa sababu nimeona viwanda viko vingi, lakini mzunguko hamna. Pia nakupa taadhari kama unaenda tangu jei kwenda ukaenda usiku, chumba hupati. Yani vyumba vinajaa mapema, yani nyumba za kulala wageni zinajaa mapema sana. Ni moja ya mji ambao watu wanapenda yale mambo yetu, kwa hiyo muda wote vyumba vinajaa, lazima unaanza kusubiria chumba ambacho mtu anakitumia huko akitoka, ndio wewe ingie. Mji wa tatu Shinyanga. Mji wa Shinyanga, mji wa Shinyanga ni mji mgumu. Nimesahau pia Tanga nao kuna huo huo nani hiyo nani ya kubeba watu na baiskeli, Tanga pia ipo. Umeona? Yaani miji ambayo watu wanazoani, yani baada ya boda boda zipige, yani boda boda nasaidiana na baiskeli. Baiskeli mia tano boda buku. Mji mwingine ni Shinyanga. Shinyanga nao ni mji mgumu, mji mgumu kuishi. Yaani wewe umejipanga. Watu wanaoishi maisha ya Shinyanga wanajua vizuri. Watu wanaofanyia biashara Shinyanga wanajua vizuri asilimia kubwa, wengi wenye akili nyingi wanakimbilia wapi? Kahama, ambako ni jirani. Umeona? Naenda kufanya maisha yao Kahama, lakini pale pale Shinyanga, yani wanaishi wale wagumu wale wale wenyewe wa Kongo wanajua, lakini wewe unaweza, kuna mtu ukienda kulukuluku tu unadunda Kigoma. Mji mwingine Kigoma mjini. Kigoma mjini mwanangu, hey, ni hatari. Kwanza ni mji yani kwanza kwanza ni mji ambao kwanza hauna kwanza, ni mji ambao yaani naweza kusema hivi hata kimaendeleo tukiangalia kwa lakalaka huko nyuma, kwa sababu mpaka unafika Kigoma kwanza lazima lazima kwanza ukanyage barabara ya vumbi, umeona vile vile. Ukifika Kigoma mjini, vile vile la, yani hata kama wewe ni mgeni, hujawahi kwenda, kitakacho kushangaza kwanza ndani ya manispaa, ndani ya mji wa Kigoma, mji wa Kigoma kuna nyumba za nyasi kama zote nimesaudi hata Tanga pia, kitakacho kushangaza pamoja na kuitwa jiji lakini utakapoingia Tanga, kitakacho kushangaza ndani ya jiji la Tanga, kuna nyumba za nyasi kama zote. Kwao Kigoma nayo ni mji ambao harakati zake ni ngumu sana, labda udumbukie kwenye huko, udumbukie labda kwenye maziwa huko, kavue samaki, kafanye nini, kafanya nini, ndio kidogo utakuwa nani. Hata mkoa wa Tanga pia, wale wenye vimbe vibote vinini vini kwenye maji, ndio wale ndio wenye, lakini huku nje watu wa faida wa Hey, ndugu yangu, hiyo mikoa nilokutajia hiyo. Eh, nilitaka kusahau Singida na Babati. Singida na Babati watu waliofika hiyo hiyo mikoa wameona jinsi ilivyo. Kwanza Babati, kwanza mahindi, mahindi, mahindi pale kwanza. Anasimama kwa mahindi yanasimama kwa kusuasua, yani vyakula hivi hamna, yani papo ya yani, yani, papo papo. Singida napo vile vile watu mpaka walime mali zetu wafanye nini ndo wavune wapate kwenda kuuza. Kwa hiyo kwa hiyo Babati na Singida inawia anasema tu Babati ni kamji kadogo na Singida ni mji mkubwa kidogo, ambao una hata magorofa. Lakini Babati ni una gorofa moja tu left nice mawili magorofa yako mawili tu marefu, ambapo kuna gorofa nagoenda magogo lipo lipo upande wa kushoto, na gorofa lingine lipo hapa mjini, karibu na stendi njia panda. Hapa ndo kwenda Singida, muone ndugu yangu hiyo miji hiyo miji ujipange, nikwanakupata hazari tu, ujipange, usiende kukugo. Mimi nataka niende nikatafute maisha sehemu flani, oh, mimi nataka niende nikatafute maisha sehemu flani. wa hey, jipange nenda kiume, jikaze kiume, ndo wewe ndo kaanze maisha huko. Mimi nimemaliza kama kuna mengine kama kuna mengine utatia kwenye comment. Kama nimeona hiyo mikoa waliofika watie comment, usilete ushabiki wa mkoa. Ndio maana nimeutaja hadi Iringa. Iringa mjini nilikuwa nimeisawiri Iringa mjini pia ni kugumu. wilaya zake zote maisha ni rahisi, lakini Iringa mjini, ndugu yangu, oho, yani na maana nimetaja hadi mji wangu wenyewe, hadi mji wangu wenyewe ambao mimi nimetokea mji wa Iringa ni mgumu, ila wilaya zake ziko vizuri. wilaya Kilolo wilaya Mpindi Mafinga wapi, wilaya zote ziko vizuri. Hata hiyo Tabora enye kuna baadhi ya wilaya ziko vizuri, lakini mjini pale panatimbika wewe.